Nyinyi mmeona watu wako kimya. Kuna watu wamefanya mazoezi hapa na kiza. Mabala ulisema, ulisema ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Mungu aliyaona, ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Mimi nilitegemea na nilifikiria olpe mene. Olpe mene, kuna mtu mmoja anaitwa Nazareti Upete, kuna mtu mmoja anaitwa Farahani Kihamba na kuna mtu mmoja anaitwa Hans Lafari. Siku moja walijinasibu kwenye vyombo vya habari, wakasema wao ni wakombozi wa mpira wow, wakombozi kwenye nchi hii, watu wanacheza mpira na kiza, wao hawasemi hivyo, tutakupiga. Wao wamesema ni wakombozi wa mpira kwenye nchi hii, watu wanacheza mpira na kiza, waoni wanasema kuna watu kuna, kuna, kuna wasaliti. Akumbe Upete yuko hapo, jamani. Mwaisena akakuna nazi, Mwaisena akakuna nazi, nasema au naenda kupika. Nimwambie Upete, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ananifuatilia kaka yake, lakini pili amejifunza mimi, nakuna nazi natoa, ah, klipu anachambua <laughs> achana na ile, mimi siwezi. Unasikia kisu mimi, wala hata siwezi kudanganya mimi kitu pekee nachoweza kujifunza kwako labda upishi. Kwenye upishi unakikisha tia kanga yako, hmm. Sasa kama unajifunza kwenye upishi, unapikaje wali bila nazi? <laughs> <laughs> kama unajifunza kwangu mimi, maana yake na nazi lazima ufanyeje? Kaka, hujawahi kwenda Singida? Hakuna nazi, lakini watu wanakula wali. Sasa, wewe rafiki yangu, mi wali wangu kabisa super.